Shalom, shalom mdogo wake na Yesu hapa. Leo tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Leo nimekuwa katika mji wa Tanga na hapa ndipo ninashika safari ya kutoka katika mji huu. Ni mji wa viwanda. Ni mji ambao uko miongoni mwa miji ambayo iko katika mgawanyo wa kikanda kwa kanda yetu ya mashariki, nikimaanisha Morogoro, ninazungumzia Pwani, Dar es Salaam hadi Tanga. Leo nimefika katika mji huu kwa neema ya Mungu na siku za usoni tutakuwa na kituo cha urejesho katika mji huu, Mungu akiendelea kutupatia neema. Kama unavyoona, msikilizaji na mtazamaji, mazingira yalivyo na hapa ndipo ninashika safari ya kuelekea Dar es Salaam. Ni jioni jioni, majira saa kumi na mbili, na ninashika njia sasa kuelekea katika jiji la Dar es Salaam nikitokea katika jiji la Tanga. Wakazi wa Tanga, Mungu wa mbinguni anakwenda kuwabariki kwa sababu miguu ya mtu wa Mungu imekanyaga katika mji huu. Pia wewe unayenisikiliza na kunitazama hapo ulipo, ni baraka za Mungu zikawe juu yako. Yes, ukaanze kumiliki, ukaanze kushika miji, ukaanze kushika maeneo mbalimbali mbali. Mungu akuwezeshe kufika hata kule usikotarajia, mkono wa Bwana uwe juu yako. Mdogo wake na Yesu hapa saa 12 jioni hapa ndo natoka Tanga, nianze kuelekea Dar es Salaam. Niko kwenye mji huu wa viwanda tarehe ishirini na mbili. Leo nimekuwa hapa Tanga mjini na sasa ndio nashika njia kuelekea Dar es Salaam saa kumi na mbili hii Watu wa Dar es Salaam nawafikia masaa machache kuanzia sasa.